Kujenga pamoja bado wapo kwenye lenda mpaka leo. Ikuna oye! Ikuna oye! Kwa hiyo ndugu zangu, kazi ambayo mlinipa mbunge wenu nimeifanya kwa uaminifu kwa ajili ya wananchi wangu wa jimbo la Lupembe na wananchi wa hapa Ikuna, na ndiyo maana leo hii mnashangilia. Mliomba bweni tumejenga, mliomba mabwalo tumeshughulikia, madarasa tumefanya, shule mpya tumeongeza pale Nyombo barabara tumetengeneza, umeme tunaendelea kupeleka. Wanaikuna, mna haki ya kufurahi, mna haki ya kutembea kifua mbele, mna haki ya kuiunga mkono serikali yenu, mna haki kabisa kumuunga mkono diwani wenu na mbunge wenu, mjipigie makofi mengi sana na tujaishia hapo. Wanaikuna, nilipopigania kupata veta moja katika mkoa wa Njombe ya wilaya iko vete ya mkoa ipo Rudewa. Vete ya wilaya tulipata moja, ilipotafutwa sehemu ya kujengwa kati ya Njombe mjini, Makambako na Njombe DC, sisi tukapata watu wa Njombe DC, lakini imejengwa kata ya Ikuna pale Mategonjora. Mjipigie makofi watu wa Ikuna. Maana yake watoto wetu wa jimbo la Lupembe sasa wana uhakika wa kwenda kusoma kwenye chuo cha ufundi na kama mmekwenda Matiganjola pale kile chuo cha ufundi majengo manne tumesha paua tayari kwa ajili ya kuwezeka, ili yakamilike chuo kianze kufanya kazi. Watu wakata Ikuna, mmepata miradi mingi, mpigie makofi sana Samia suluhu Hassan. Sasa wanaikuna, mimi nimekuwa nafuatilia huku nikapata habari kwamba kuna watu wazee wenzangu wanakuja hapa Ikuna. Wasema Swali na bidia staafu bunge. Ikuna oye! Ikuna oye! Hivi mimi mtoto wenu kweli, kwa kazi zote hizi, yale maneno ya wazee wangu aa, wa ni staafu mimi nafaa kustaafu bunge kweli? Ikuna bado sana, ndio si ndio? Ikuna oye! na bahati nzuri, wanaikuna tarehe ishirini na saba tunafunga bunge hili baada ya hapo tutaanza mchakato wa kugombea tena kuanza tarehe ishirini na nane niwaulize wanaikuna kwa heshima na nyenyekevu no mnaosema kijana wetu Swalle kachukue fomu tena mikono juu nioni ikuna ye asanteni sana kwa upendo wenu mwaka wa tano unaweza kupiga picha kama na wabunge wengine wangefanya hivyo leo tungekuwa wapi Rafiki yangu Valentino Ongoli huwa ananiambia, Mheshimiwa Swale, mwenzako, nimehangaika na wabunge wengi sana, mwenzangu bwana umekuja kunisaidia, na kushukuru sana sana. Tupige makofi sana mheshimiwa diwani. <laughs> Amekuwa mkweli kwenye kuzungumza hilo, kwa sababu hii miradi na yeye alikuwa anaomba, kama ni mwenyekiti wa halimashauri, hata mwaka 2015 alikuwa mwenyekiti wa halimashauri, si ndio? No. lakini miaka hii mitano tumefanya kazi kubwa tumeshikamana kwa umoja, tumeenda vizuri kwa kushauriana, tumefika hapa tulipofika. Makofi tena kwa mheshimiwa diwani <laughs> na unajua kwenye halmashauri watu watatu ndio wanashauriana kuongoza halmashauri kabla ya madiwani kwenda kwenye vikao vile, vingine ni mwenyekiti wa halmashauri, mbunge na mkurugenzi. Tungekuwa sisi kati ya diwani wenu na mimi mbunge na mkurugenzi hatuelewani, tusingepata maendeleo haya lazima mjue mambo hayo, watu wa Ikuna. Ikuna hoye! Kwa ule umoja wetu, utulivu wa duani wenu, tunapoongea kwa kuelewana tumefika hapa tulipofika. Naomba mpigie makofi mengi sana oye. Ikuna hoye! Ikuna hoye! Sasa wana Ikuna, nilipokuja huko nyuma hapa pamoja na kuwapigania serikalini na kuomba hii miradi ikaja Ikuna, kwa sababu kwa vyovyote vile mawaziri hawapafahamu hapa Ikuna. Rais mwenyewe ana watu wengi anahudumia, asingejua shida za watu wa Ikuna. Maana yake sisi viongozi wenu ndo tulikuwa mawakili wazuri kuwatetea kwenye mgao wa serikali, na ndiyo tafsiri ya kumchagua kiongozi kwa msemaji wako sawasawa. Sawa, jamani, kwa sababu mimi huwa napata bahati licha kuongea bungeni, naongea na mawaziri, makatibu wakuu lakini pia kuna wakati Mheshimiwa Raisi huwa natualika Ikulu kama wabunge kwenda kuongea naye mambo mbalimbali ya majimbo yetu. Mafanikio haya kwa ujumla wake ambao mmeyapata ni kielelezo kwamba kwenye kazi mliotupa tuliifanya kwa uaminifu, lakini pamoja na sisi kwa uaminifu tusingefanikiwa kama rais wetu angekuwa na mapenzi mema na sisi. Kama viongozi wenu, nataka nitumie nafasi hii kwa niaba yenu kumshukuru sana mama Samia Suluhu Hassan ambaye yeye kila tulipomuomba miradi ya Lupembe alitufanyia wema, tumpigie makofi mengi sana na ndo maana mimi nimekuwa jasiri na mapenzi mema na navaa tisheti ya mama Samia, mpigieni makofi mengi sana mama Ikuna oye! Amen. na ndio maana wana Ikuna, hata hii barabara ya Kibena kwenda Lupembe ambayo tumelia kwa miaka yote, marais wote wamepita ilikuwa inasemwa kwa maneno tu, ahadi za mdomo tu. Mtu pekee aliyetukubalia na kuamua kuitangaza ianze ujenzi ikapata mkandarasi, wanaanza kilomita arobaini na mbili, Njombe hadi Havanga pale kipande cha kwanza. Na juzi nimeambiwa pale Nyombo, tathmini ya fidia imeshafanyika na watu wameshaanza kupiga picha kwa ajili ya fidia yao. Ule ujenzi unaanza muda wowote mwaka huu. Rais ametupa, tumpigie makofi mengi sana sasa hivi. Kazi nilionayo sasa hivi, ninayo kazi moja ya kufanya ambayo ni muhimu sana wakianza. Ujenzi hii lami kuanzia pale Kibena kwenda huku, magari mengi makubwa na mabasi yatapita Ikuna kwenda Kichiwa kwenda Mtwango, sawasawa. Kama kiongozi nimeshaliona hilo. Kwa hii barabara hii katika jambo tunahangaika nalo, mwaka huu tumeomba bajeti kubwa hii barabara itengenezwe kwa ukubwa, lakini pia nimeshapeleka maombi serikalini hii barabara ipande kwa ya tan road ili itengenezwe kama barabara kubwa ya kimkoa. Ikuna oye! Ikuna oye! kwa hiyo hatari daraja la pale chini likibaki vile, magari makubwa yatapita hapa. Uongo kweli? Jamani, kwa Wanaikuna, hii barabara tuna lengo la kuitanua, ili wakati ujenzi unaendelea kule, kwa sababu mimi naishi, magari mengi mengine yatakuwa yanaingilia mji mwema, Matiganjora, Nyombo yanaingia Ikuna, Mtwango, Ikuna, Nyombo, Matiganjora kwenda mjini. Sawa sawa, kwa sababu achukua muda mrefu kidogo, nadhani wengi mnajua, si ndio? Kwa hii barabara ya kupita Ikuna na mpango mahususi wa kuimarisha iwe barabara kubwa ambayo hata kama inakuja kwa sababu ya ujenzi wa babaya ya lami, wana Ikuna mmepata faida, mjipigie makofi mengi sana. Haya ndiyo mambo ambayo kama mbunge wenu mlinituma kwenda kufanya bungeni. Lakini pia niwapongeze vijana wa hapa Ikuna walioshinda Swale Kapu mwaka jana wakapata zawadi, wakapata ng'ombe. Yule ng'ombe waliyempata, walisema wao walipomwangalia hapo, wa milioni mbili. Mi sio mfugaji, nikawaambia mwaka huu wakishinda, nitawaambia ng'ombe mnunue wenyewe. Mwapigie makofi mengi sana Ikuna oyee! Lakini mwezi uliopita tumeandaa mashindano ya mshindi wa Swale Kapu mwaka jana na mshindi wamwanyika kapu kule Mjini, muda wote ile mechi itachezwa na mshindi wake pia atapata hela na zawadi mbalimbali. Watu wa Ikuna mjue, wazazi mlioko hapa, nilishawatumia vijana wa Ikuna laki mbili waanze kujiandaa kwa ajili ya mashindano hayo. Ikuna hoye! Wakishindwa kutetea uchindi wa jimbo hili shauri yao. Ikuna oye! mabingwa oye. Oye Ikuna, safi. Jambo la mwisho wanaikuna, kwa siku ya leo, hapa Ikuna mlikuwa na kero ya yeah. Vitongoji mbalimbali kupata umeme, si ndio? yeah. si na Mpeto A, Mpeto B si ndio? yeah. na vingine, si ndio? bahati mbaya yeah. ule mkeka nimeusahau kuja nao hapa juzi kule bungeni tumepata vitongoji kadhaa kwenye hili jimbo na hii kata ya Ikuna mmepata vitongoji kama vi, vi, vitano ama sita hivi vikiwemo mpeto A na B. Hey, ndio ambavyo nakumbuka vizuri vimeingia kwenye mradi ambao vitapata umeme mwaka huu. Naomba mpigie makofi mheshimiwa rais wetu. Lakini niwaambie Wanaikuna, hata kama tunaendelea kupata umeme kwenye vitongoji kwa hatua moja moja, tufahamu yako maeneo umeme ilikuwa ni kero kubwa sana kuliko Ikuna. Mnaweza msiamini Wanaikuna, baadhi yenu mtakuwa mnakwenda kule Madeke mara moja moja kwa ajili ya shughuli zenu. Kijiji cha Madeke kwa mfano, kijiji kizima cha Madeke kina watu zaidi ya elfu mbili kile kijiji, na wageni wengi wamehamia kule kwa ajili ya kilimo. Tangu kiumbwe kile kijiji hawajawahi kuona taa ya umeme. Hawajawahi kuchaji simu kwenye umeme. Kwa mara ya kwanza umeme tumewasha jana usiku saa mbili wameshangilia mpaka asubuhi, kule madeke Ikuna. Oi kosa hivi, tumeshamaliza vijiji vyote, hata vitongoji. Katika vitongoji mia mbili ishirini na saba tumeangaika vitongoji vingi sana kupeleka umeme. Hivi tunavyoongea kwa jimbo zima, kutoka vitongoji mia mbili ishirini na saba vimebaki vitongoji sitini na tano tu. Makofi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. <coughs> Na vyenyewe mpango wa serikali ni kwamba ifikapo 2027 ifi lazima jimbo zima yaliwe na umeme kila mahali, itabaki kuingiza kwenye nyumba ya kila mtu moja moja, hatua ambayo pengine itachukua muda mrefu kadi ya uwezo wa wananchi na usambazaji wa umeme wenyewe. Na mara ya mwisho paniwachangia milioni moja keshi, si mnakumbuka? wangapi wanakumbuka? ilijua kama mnakumbukumbu vizuri, wengine wamesahau, nadhani hawakwepo. Ili, iliwapa milioni moja hapa kusaidia ujenzi wa bwaru la shule, shule. Keshi ni wakabidhi hapa leo. Mnasema bado mna changamoto zingine, mtaka tenki la maji, mtaka laptop. Ndio. Sindio? mtaka printa? ndio. Nikuna, Ikuna oye, oye hatuwezi kumaliza mambo yote sawa sawa niko na oye lakini nataka niwachangie kidogo mnasemaje wanaikuna <coughs> na hii ninawachangia kwa sababu ninakumbuka wema wenu na vitenge mlivyo nitaandikia mjipijie makofi si kwa <coughs> wingi huku na upendo ule wabena wanasema hawa koherera Oh, yeah. Na yule jogoo mmenipa, asanteni sana. Na mara ya mwisho hapa niwachangia milioni moja keshi, si mnakumbuka? Yeah. Wangapi wanakumbuka? Nijua kama mnakumbukumbu vizuri, wengine wamesahau, nadhani hawakwepo. Niliwapa milioni moja hapa kusaidia ujenzi wa bwalo la yeah. shule keshi, ni wakabidhi hapa leo. Mnasema bado mna changamoto zingine, nataka tenki la maji Taka laptop, si ndio? Mtaka printer. Ikuna oye, oye! Hatuwezi kumaliza mambo yote sawa sawa. Ikuna oye, oye! Lakini nataka niwachangie kidogo, mnasemaje wana Ikuna oye? Na hii ninawachangia kwa sababu ninakumbuka wema wenu na vitenge mlivyo nitaandikia. Mjipigie mjipigie makofi kwa wingi huu na upendo huu, Wabena wanasema hawa uko herera uendelipela na yule jogoo menipa. Asanteni sana, Ikuna oye! Sasa mtendaji, naomba uje rafiki yako. Sasa bwana hapa ameomba mambo mengi sana, na wewe una kina kwenye taarifa yako umeandika kwa hekima. Nachangia vitu viwili. Lile tenki la maji lile nawachangia laki tano. Halafu kati ya laptop na printer, printer ni muhimu zaidi printer, na nawachangia milioni moja, hela yangu ndo mkabidhi mheshimiwa diwani tarehe kumi na tano. Watawaleteni makofi mengi sana kwenu. Naomba ukae. Kwa ndugu zangu, nimeamua niwachangie. Ndugu zangu wanaikuna, nyinyi ni watu wema, mmekuwa hivyo siku zote, nawaombea baraka za Mungu ziwe na ninyi. Mungu awape wa afya njema na umri mrefu. Mwenyezi Mungu akitujalia tukishavunja bunge nitakuja hapa kuomba kura kwa mara nyingine. Asanteni, Mungu awabariki sana.